Na habari za wakati huu tena, mtazamaji popote pale ulipo, bila shaka hujambo. Hii ni Zeluma TV, kipindi hewani ni mwandiko wa kusema. Jina langu ni Zefania Lukas, karibu. Baadhi ya wafanyabiashara katika mji wa Yerusalemu wajizimwa data na kuamua kufanyia biashara katika nyumba ya ibada. Kwa undani wa habari hiyo, tuungane na mwanahabari wetu atujuze kinagobaga. Kumekuwa na sintofahamu kwa baadhi ya wafanyabiashara wa mji wa Yerusalem baada ya kutokea mtu mmoja na kuanza kupindua meza zao za biashara na kuharibu kila walichokuwa wakifanya. Zeluma TV imefanikiwa kuongea na mtu huyo na alikuwa na haya ya kusema: msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa sehemu ya kufanyia biashara. Pamoja ni hekalu hili, nami kwa siku tatu nitalijenga. Nikiripoti kutoka Yohana 2 mstari wa 12 hadi 16. Mimi pochaze MJ wa Zeruma TV. Naam, kanisani ni mahala pa ibada na sio sehemu ya kufanyia vitu vingine visivyostahili. Kama watu wanaamua mpaka kufanyia biashara katika eneo la ibada, ama hakika au mjizi madatana. Kuna wengine wanafanya hivyo wanapokuwa kanisani, wanatembea tembea, wanazurura, wengine wanasimuliana hadithi zisizostahili kama tamthilia na mipira nyumba ya ibada ni sehemu tulivu, kwa hivyo tunapaswa kuzingatia. Sante kwa kuwa nasi, jina langu ni Zefania Lucas, na kuacha na wimbo huu hapa. Habihoni kanisani, yalo moyo ni mengini mebaini, nayaweka hadharani, ya muhimu chukwe ni yawe nuru maishani, tuleni kanisani, yo nyumba ya ibada Kanisa la Mungu ni nyumba ya ibada, watu wote njooni tumwabudu Mungu. Tuache utaimu na mambo ya dunia, Yesu yu karibu, tuache ni dhambi, twende mbele kwa imani, mikono juu tukiomba tukisema, asante Baba umetupenda daima, roho safi tuombe